Mbinguni na duniani na duniani na kuzimu na kuzimu na baharini na baharini na vyote vilivyomo vyote vilivyoko na nifisikia Simama kidogo. Mie mtume anaiyepea ufunuo na malaika wa yeye, ambaye ni wa Yesu Kristo. Yesu alimpea malaika akifunua ufunuo yeye, malaika akampea Yohane ufunuo. Yohana anasema alisikia viumbe vyote vikisema vikiabudu Mungu namna gani? <laughs> Ukisema kwa yule anayekaa katika kiti cha enzi. Kwa yule anayekaa katika kiti cha enzi, kitabu cha acha, kwanza kitabu cha Danieli sura ya saba kinaonyesha mzee wa siku anayekaa kwenye kiti cha enzi na kama mwana wa mtu anayeletwa na mawingu. Huyu anayekaa kwenye kiti cha enzi ndiye yule Mungu tunayemwita Baba. Sasa tunamfanua ba, alisikia bana wanasema kwa yule anayekaa kwenye kiti cha enzi, tuendelee il alikaa kwa kiti cha enzi eh, na kwa mwana kondoo. Na kwa mwana kondoo, Yohana alisema mwana kondoo wa Mungu ndiye Yesu Kristo. huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu. Yaani, kwa Mungu na kwa Yesu Kristo, iwe nini? iwe sifa heshima na utukufu na uwezo milele yote amen. Amen kwa yuyo anayekaa kwenye kiti cha ezi na kwa mwana kondoo. Wawili? Hapana, mmoja tu. Yesu yeye mwenyewe ndiye Mungu na hakuna mwingine nakuna, hapana wawili. Yule ambaye ni Mungu ambaye anakaa kwenye kiti cha ezi yeye mwenyewe na mwana kondoo Yesu ambaye anakaa kuume kwa Mungu, iwe sifa na heshima na mamlaka milele na milele. Hivyo ndivyo maabudu inafanyika mbinguni. Hiyo ndio maabudu ya kweli, na Yesu alisema waabudu halisi wa kweli watamwabudu kwa roho na kweli. Hiyo ndio maabudu ya roho, hiyo ndio maabudu ya kweli. Na mapenzi ya Mungu, Yesu alisema itafanyika duniani kama mbinguni. Yule u, kile kanisa ambayo kinapenda kuabudisha watu kwa ukweli, hivyo ndivyo taiisha watu, yule anayekaa kwenye kiti cha enzi na mwana kondoo, watu wawili Mtu asije akachanganisha Yesu na baba yake, anasema ni mtu mmoja. Yule ni Yesu mgeni, yule ni Mungu mgeni. Mtu asije akawamisha wa watu baba na mwana na roho, si unaona hapa walisahau Roho Mtakatifu? Ndugu walisema kwa ukutapani kiti cha ezi na kwa mwana kondoo na kwa Roho Mtakatifu? Walisema na kwa Roho Mtakatifu? na kwa Roho Mtakatifu? Msomaji una, una, una, una, una. Hapana, ha. Kwa mwana kwa yule aliye, yeah, kwenye kiti cha enzi na kwa mwana kondoo. Wawili tu, mwenye kiti cha enzi na kwa mwana kondoo, kwa sababu kana waabudu wa